Namzungumzia baba. Bichi langu Kilifi mpaka sasa hivi. Eh, bwana karibu sana, Susu mwenyewe pale, karibu sana by the way. <laughs> <laughs> umefika hapa eh, so far mazingira umeiona vipi kwanza, na pia ulikotoka safari imekuaje? Maana, I think, Susu Mila ni msanii wa kwanza kurauka hapa Hey. <laughs> Wale watu wambo wananijua nimefanya nao kazi miaka mingi, wanajua mimi ni yani, hey. Yani mimi afadhali ya nifike mapema. Mm. Lakini nisichelewe Boss, lisali moja, yes. kablaspendlawama yeah. Hey. Hey, lafu pressure kwa sababu nikichelewa niki pressure kwa kila mtu. Mm. Life, wa, Yeah. Naweza kupongeza sana kwa hilo sala sana. Eh, kivya, kivyake vyake lakini labda eh, tuzungumzie hapo kwa time kwanza tukianzia hapo hapo maana ni mwanzo mzuri wo mm -hmm. Eh, labda kwa njia moja ama nyingine ishaitokea, labda eh, katika karia yako maana yake wewe ni mkongwe kwa hizi biti. Aha. Imetokea labda eh, ulikuwa unafaa kwenda mahali labda interview ama eh, kikao chochote kile ambacho kingekupatia mafanikio fulani mm -hmm. Eh, katika karia yako alafu labda ukachelewa kwa sababu ya eh, njia moja ama nyingine alafu ikakukosti kwa karia yako. Sikumbuki. Ah, mimi miaka yote yani, yani tuseme kwa mfano nikiwa letse pengine nimeenda interview Nairobi, niko na interview kama saa mbili, mi saa kumi na moja huwa niko tayari na yani afadhali nifike town eh, uh -huh. mahali nikae oh, ninywe oh, oh, yeah. chai nini na oh, nini oh, lakini nisichelewe kwa sababu najua eh, njia barabara zetu usafiri nina, nini na nini unpredictable. niowaga yeah. So, anajipatia time nifike mapema, sijawahi achwa mm. hata na basi sijawahi achwa na ndege hata siku moja. fika all right. Yeah. mapema ukae pale, hiyo nice. Tuseme ni kitu katika kazi yangu nimeweka nime, nime, nime muhimu sana. Mm. very nice. Okay. Sumila bwana, watu wengi wanasema kwamba Sumila ametoroka Mombasa, ameenda Kilifi bwana <laughs> Sumila ni msanii wa Mombasa, mimi nimezaliwa Mombasa <laughs> zero Atale, zero <laughs> <laughs> Nimelelewa Mombasa, nimefanya shughuli zangu Mombasa, but uh, kwetu kwetu ni Kilifi ah. Yes, yes, yes. So ilifika time tu, unajua juzi nime celebrate 42 years eh. Ah. Mm -hmm. So nimekuwa mtu mzima, lazima nijitengeneze pale mahali. Yes, yes, yes, very nice. Time ya, ya, ya, ninio ya, ya kutulia nio nina mazingira mazuri ya kutulia. Exactly, yeah. Yeah. Tukizungumzia hapo kwa Kilifi eh, na Mombasa kwa ujumla imetokea mm -hmm. eh, kwamba eh, aliyekuwa ambaye alikuwa ana kushughulikia labda kwa 001 music pale eh, gavana, aliyekuwa gavana Jo, sasa hivi ni, eh, minister. Mm -hmm. eh, ni CS. Yes. Yeah. Eh, itakuwa labda eh, alikuwa anakushughulikia wakati uko kwa serikali, alipotoka ndo eh, pia wewe ukatoka kwa ile mm, maagano yenu labda sasa hivi amerejea sasa kwa Mim, serikali mimi mm. Hassan Joho kunishika mkono musically, yeah. ni 2009 oh. Mm, tukifanya warembo uh -huh. Hassan Joho nimemjua 2005 ataja, okay. kuwa mbunge alright. Yeah, so eh, vile tumekuwa tukifanya tunafanya kiurafiki, okay. Umeelewa? Mm. kwa sababu hata ile time alikuwa hayuko ofisi yoyote yeah. ana trip, trip zake anaweza ana kustoa tu, uko uko wapi? niko, niko Kilifi. mm. uko uko free eh? niko free, nitumie passport yako, namtumia passport, anakwambia saa tisa tukutane, all right tukutane airport. mm. kuna private jet, mnaenda Tanzania kuzura, zurura vitu kama hivyo, so yani tunafanya kiurafiki, na hiyo time nilienda Tanzania nilifanya karibu ngoma nne kuna ngoma sijazitoa <coughs> ambapo niko, niko nazo kama over 2 years eh? Oh. Yeah. na nilizifanya Tanzania. Hiyo time tukienda mm. So tumeenda kule sherehe sherehe nini na nini, vitu kama hivyo, so huwa tunafanya kiurafiki tu sote. Alikuwa anafanya kwa sababu alikuwa ni governor, ama nini hapa. Pengine ilifika time akaona wacha nimsaidie, ni, ni kijana wangu naona amekuwa akipenda hichi kitu na, mm. ame, na pengine kuna mali mawacha, ni right. yeah. Sasa, moja kwa moja Sumila, baada ya posta yako kusambaa sana kwamba Sumila anakuja mjengoni, uh -huh. kuna baadhi ya wasikilizaji wengi sana hususan maeneo ya Mshomoroni kule, Badhe anatoka Mshomoroni. Mm -hmm. E, wazee bwana, wazee wa kaya walisema kwamba Susumila bwana. mm -hmm. ile ngoma yake ile siasa duni ndo kibao ambacho mi nakipenda peke yake, siasa duni, right. E, pengine hiyo hicho hiyo siasa duni ukitoa at that time mm -hmm. E, ilileta impact fulani kwa wanasiasa ama kwa watu ambao walikuwa wanaisikiliza sana mm -hmm. kwa sababu ilinipatia, hiyo ndo nyimbo ambayo ilinifanya watu wakanijua. okay. mm -hmm. E, na hiyo ni over... Kwa sababu 17 17, yeah. Yeah. Ilikuwa hapo. Na nilizunguka karibu Kenya nzima kuperform. Nilishaitwa mpaka kwa Human Rights Awards nikaperform Nairobi, nakumbuka hata hiyo time eh, kina Alanamu wale walipata awards, John Alanamu. yes, yes, yeah. wakati huo So nilijuana na watu wengi sana, mm. na nilijuana na mashirika makubwa makubwa NGOs na vitu kama hivyo, kupitia ile ngoma kwa sababu nilikuwa naongea vitu ambavyo vilikuwa vinavusa society, direct, ah, ah. na ilikuwa ni lile joto joto la siasa nini na nini so ilienda na timing vizuri bwana yeah. e susu eh, mbio nyingi unazishinda sana sana, ongera eh, labda eh, kwa njia moja ama kwa njia nyingine ishaitokea, labda umekimbia uh, mimba ama umekimbia deni <laughs> deni eh, ama mimi, wale watu ambao wananijua waga, wanajua mimi lazima nilipe deni, hata kama ni miaka mingapi. Kuhusu kuruka mimba, siwezi ruka mimba, mimba. mimi na watoto wangu wote eh. na watoto tu... <laughs> <laughs> watoto wangu wote ni, niko, niko present kwa maisha yao. Ala. na kuna wale kulinga, kutokana na, na maelewano kwa sababu eh. nimezana wanawake tofauti tofauti wangapi, kitu ambacho be. Pengine yeah. E, wazazi wangu wangenikanya, singefanya kwa saa hii yeah. Mimi naweza advise my boys eh, uh -huh. Usiwe usiwe fanya vile unafanya, lakini usizae na wanawake tofauti tofauti, kwa sababu later in your life itakuletea pressure sana vitu kama hivyo yeah. Yeah so right. Mimi sikupata mtu wa kuniambia hiyo time uh -huh. Na ni kijana mdogo uh -huh. Nimepata jina yeah. Mademu kibao vitu kama hivyo uh -huh tumetarishaatarisha maisha but uh, kufikia sahihi <laughs> niko present kwa maisha ya watoto wangu e. Na kulingana na maelewano ya mimi na, na wazazi na mama, na, mama na wenzangu za... e. Unalipa hapa shule pale, unafanya vile, unanunua yeah. Vitu kama hivyo mm. so siwezi kimbia kwa sababu mtoto ana makosa, na mimi singependa kuacha mtoto wangu ateseke kama naweza kumsaidia kum, katika maisha. Yeye kushirikishwa kwa e, hii ngoma ya nani ya, ya, ya J Crack yeah. bila shaka yeah. akimweka aki, aki, pia ndani Mr Bado ni, ni labda idea gani ilikuja mpaka wewe ukasema, acha nimbe mziki wa mwanzele pia mi ningie ndani? Ni idea tu waziko studio e. So J ni beste yangu yeah. bado ni best yangu na ni best ya J So huwa tu, tukikutana studio lazima tufanye kitu. Ah. So hizi ngoma ziko na kama maybe 2 3 years. Ah ah. Eh. Tulifanya zikakaa, nikamwambia je, hizi ngoma zimekuwa nyingi na mimi sioni kama naweza zitoa ama eh. Bado hizi hana mpango wa kutoa hizo yeah, ngoma pone, usifanye kama compilation na wewe pia ukawa na catalog yako. Yeah, very true. Ya. So akaongezea ongezea ngoma za wasanii wasanii wengine eh, akatengeneza album. Mzigo kwa haka toka ukatokaay, yeah. Turudi pale sasa, Susumila, unaweza kuacha muziki kweli Chiki. <laughs> <laughs> kwa sababu, chiki. Eh, kwanza naupenda eh, na lawama ni nyingi kama sifanyi kazi. Sana. Mimi rafiki zangu wananiambia wewe ni mvivu nini. yeah, very true. No, na nini but, huwa eh, natamani kwa sababu nimeufanya muda mrefu sana na mm. Huwa natamani tu ni niishi, yani ni, ni, ni, ni maisha yangu ya kawaida, kwa sababu tuseme, mimi katika ujana wangu wote nimekuwa tu yani mbio za yeah. za mziki okay. Nimekuwa katika yale maisha ambao kila mtu wa naku, watu wanakupangia vile utaishi, vile utavaa mm. vile utakaa usiwe na kitambi yeah. Sijui msanii afai kukaa hivi, msanii afai. Natamani tu ni, ni nijiachilie yani saa ingine mm. umeelewa so huwa yeah. nafikiria sana, kwa sababu ningependa na mimi pia niishi kutoka kwa kawaida, but unakuta inanivuta tu nabaki umo umo, una hela hela. Ukizungumzia hapo kwa hela bana, naona kama mita saba nukta sita hivi, si kitoto ise si zina kuingizia fresh sana, labda kwa shilingi ngapi hivi hela nimepiga umepiga <laughs> <Mita. laughs> <laughs> sana. <laughs> Sasa pia <laughs> naona pia kwa sababu ya wow. mda kuna hichi kibao cha taireni, haya uh -huh. Marashi ya Pemba. Sasa hicho kibao utayapenda ujue na kupenda hichi <laughs> kibao by the way, watu wengi waliongea sana kuhusu hichi kibao. uh -huh. Susumila mara this mara that, Susumila bwana, alikwambia angalia, ametaja mambo ya eh, mambo ya babu babu pale ndani. uh -huh. uh -huh. mambo ya pete pete pete pale. Mimi huwa nasema kila siku, mm. Mziki wako lazima uwe unaongelea kuhusu kitu, lazima kuwe na story behind ile unafanya nah. So sisi kama wapwani mm. tumekuwa tukikua tukisikia stori za kwamba sijui oh, kuna kuaga na majini, majini. sijui tu aje wale subiani ah. sijui sijui akikupenda ni Mariamu sijui kufanya nini, sijui ukivaa pete kupatia mali sijui nini sijui so sijui... mm. nili, nili imagine tu nikasema right. wacha nitengeneze na mudi hii so I was just telling, uh, our stories. Okay. Mm. kupitia mziki ule walisi ambao upo. Hizo ndo stori ambazo sisi tumekuwa nazo mara, sijui hatuambao mtu alilala akajikuta juu ya mbuzi vitu kama eh, hivyo. Okay. so, unajaribu tu kuelezea stori ambazo umekuwa ukizisikia toka uko mdogo kupitia mziki yeah. Yeah. labda la mwisho sasa eh, kati ya Mbosso na Lava Lava lava, wote tayari washatoka katika, kwa tetesi zile zilizopo ni kwamba wote tayari washatoka katika record label ya WCB yeah. Itokee labda eh, um, wanataka kufanya eh, labda eh, kikazi naye nje na ile nini itakuwa na, na urahisi wepesi kulingana na vile ita, ita kwa... Kwa na wepesi sana kufanya kazi <laughs> <WCB. laughs> eh, eh, ulipitia boss eh hiyo ni a story for a story ya siku nyingine inshallah inshallah. Kama kama Sonona ni tulisumbuana mpaka watu walikuwa wanataka kupigana watu mpaka wakavunja grupu uh -uh. Jamaa anasema bwana, hii video mbovu, hata sisi kama WCB hatuta msituweke kabisa kwenye mpango wa promo hata mm -hmm. kama mtalazimisha itoke video, sisi hatutakuwa kwenye promo wala msitegemee chochote kutoka kwetu kiupande wa promo uh -uh. Umenelewa? Yes. Yani ilikuwa mvutano sasa, situkabungana mdosi, mdosi akasema au ah, nao wanataka wana, wana, wana, wana, wana, wana ku d nataijatoka tufanye hivi tueni yes, video so sisi tukatengeneza promo ya kutoa au mm. Tulivyotengeneza promo alafu tukaweka kipande kidogo cha video ikaenda viral mpaka Tanzania yeah. So ilivoenda jamaa nao pia ikabidi aa ikabidi wakarudi sasa uh -huh. Wakawa wanataka kuwa tena kwenye mpango. So yani ni, ni watu ambao wa ni ngumu kudili nao na, ngumu sana yani, kwa sababu management yao ina mambo mengi yeah. na ni vizuri kwa sababu biashara lazima isimamiwe, okay na lazima uwe strict kwa biashara yako ambayo inakupatia maisha ah, so, naelewa but sasa hii ningependa sana kufanya kazi na hao jamaa ni waandishi wazuri mm -hmm. Na chemistry ilikuwa mzuri sana nilifurahia sana kufanya kazi na wao. Okay, na mpaka leo naishi na hizo nyimbo kupitia streaming yeah, ah, hizo ndo nyimbo zinaua na eh. Hivyo so ningependa sana, ukweli mtupu labda, sasa eh, kwa sababu ya eh, dakika zinatupatia eh, nini, zinasogea, naomba tu labda akapela ya ngoma ambayo wewe mwenyewe unadhani Unipenda, itakuwa e, itakuwa inakufaa ina, ina kufaa mwenyewe, sukuchagulia ile ambayo unajua wakisikiza. Ah e, mwamba huyo mwana wetu huyo jamaa alikuwa Mombasa kaenda Kilifi. Wacha ni wako msee. <laughs> <laughs> Wacha shabiki aseme nataka kucheza ngoma gani kwa sasa, tatingisha kichwa, mabega, kiuno, kipenda tatingisha taba Wacha shabiki asema nataka kucheza ngoma gani? Kwa sasa atatingisha kichwa mabega, kiuno, kipenda atatingisha sema oh oh oh! Na kama na fili muziki sema hey, hey, hey! Jiunge ucheze na wakichomo, anachomeka kule <laughs>